Fanyabiashara mwanamke tajiri alitaka tu kula mkate wa nyama, lakini alikuta kwamba ujoja wa nyama ulikuwa na mende hai. Hata hivyo, hakukasirika na mpishi, badala yake alianza kuonja sahani nyingine ya viazi zilizochemka, kisha alijaribu matumbo ya nguruwe yaliyooza. Mtu aliyepita alidhani wanapiga video ya kuchekesha, lakini kwa kweli ujuzi wa upishi ulimwenguni ulikuwa umepungua mara mia moja. Wakati huo sahani ya viazi zilizochemka ilitazamwa kama kitamu cha kupendeza. Vitunguu vilivyochemka viliorodheshwa kama sahani maarufu zilizochemka. ikiwa mtu angeweza kutengeneza wali wa kukaanga na mayai fia kuwa mungu wa upishi. Ni ujuzi wa upishi wa huyu mpeana chakula pekee uliobaki bila athari. Akiwaona sahani kadhaa zisizo na ladha zilizopita, hakujizuia akacheka. Alifikiria hata mbwa wa nyumbani kwake angeweza kupishi vizuri kuliko hivi. Mara tu maneno hayo yalipotamkwa, wapishi wa mgahawa wakawaka hasira mara moja. Walitishia kwamba ikiwa huyu mtu hataweza kupika sahani bora, wangemtupa ndani ya sufuria kuchemka. Mtu huyo alilazimishwa kuonesha ujuzi wake. Alichukua kiazi, akakoboa, kisha akakata vipande. Wakiwaona hayo, wapishi walimshutumu mfululizo kwa kufanya upotevu wa chakula kwa sababu hawajawahi kuona kiazi kikiboiwa kabla. Mtu huyo hakuwazia, badala yake akatengeneza kwa kasi sahani ya viazi zilizokatwa kwa viungo. Kila mtu alistaajabishwa na ladha baada ya kuonja. Mfanyabiashara mwanamke tajiri alichukua kuumwa cha kipekee. Sekunde inayofuata alinunua hataza ya sahani hiyo na kulipa ziada milioni sita kumwajiri mtu huyo kushiriki mashindano ya kitaifa ya wapishi kwa niaba yake. Kwa ajili ya pesa mtu huyo alikubali. Mashindano yalianza. Mshindaji wa kwanza alichagua kutengeneza vitunguu vilivyochemka. Mshindaji wa pili alichagua maji safi yaliyochanganywa na nyanya. Mshindaji wa tatu alikuwa mpenzi wa zamani wa mtu huyo, alichagua sahani ngumu zaidi, saladi ya pilipili kijani na nyekundu. Ilipofika zamu ya mtu huyo, alichagua kutengeneza wali wa kukaanga na mayai. Kila mtu alishikwa na mshangao, kwa sababu katika ulimwengu huu ni Mungu wa upishi pekee ndiye angeweza kutengeneza wali wa kukaanga na mayai. Hakuna mtu aliyemtazamia, lakini mtu huyo alianza kupika kwa utulivu. Baada ya nusu saa, washindani wengine wote walikuwa wamekamilisha kazi zao. Mtu fulani alichemsha vitunguu, mtu fulani akachanganya nyanya na sukari, wengine wakakata pilipili kijani na nyekundu na kuziweka kwenye sahani. Baada ya kuzionja waamuzi wakaziorodhesha miongoni mwa sahani kumi bora zaidi duniani. Kila mtu alidhani waliua kukaanga na mayai wa mtu huyo ungekosa, lakini baada ya kuonja wote wakamwekezea taji la mshindi.